katulizapaie tobo akabana miguu nikamwambia <laughs> <mbani. Mbani>. Basi naweka pembeni. Basi pale imechanga imeisha. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa, kwa mafanikio makubwa ya hii event, ilikuwa ni mashabiki dabi, mashabiki wa Simba Sports Club na Yanga African Sports Club, na mafanikio ya kwanza ya event hii ni mwitikio mkubwa ambao wa Tanzania ambao ni mashabiki wa mpira mashabiki wa vilabu hivi vikubwa viwili hapa Tanzania wameitikia siku ya leo. Nianze wa kutoa pongezi kwa mashabiki wote ambao wamekuja hapa KMC Complex, lakini taarifa nilikuwa nayo pia majumbani, namba ilikuwa kubwa kwelikweli, ambao wamefuatilia kupitia TV kwenye mabanda umiza. Kwa mara ya kwanza mechi imeandikwa, watu wamelipa hela kwenda kuangalia. Maana yake tulichokusudia in terms of hamasa kimefanikiwa kweli kweli. Leo mmeona mashabiki wa Simba na Yanga wamekaa pamoja, wamepiga selfie pamoja, wameenjoy football pamoja. Imetukumbusha kwamba vilabu hivi ni watani wa jadi, sisi ni ndugu, sisi ni marafiki, kinachotenganisha dakika 90, zikishaisha ujamaa wetu unaendelea kama kawaida. Nichukue fursa hii kuwapongeza sana wachezaji wa klabu ya Yanga Sports Club. Leo hii kuna vitu viwili vimetokea hapa kama mmeviona vizuri kitu cha kwanza, Simba wameshinda kombe, Yanga ameshinda heshima. Mambo wanaofanya Yanga nchi anafanya Yanga peke yake. Kipindi cha kwanza ilikuwa ni kumi na moja dhidi ya kumi na moja kipindi cha pili tukarudi kumi na moja au akarudi kumi na nne haiwezi kawa mechi ya namna hiyo. Kwa hiyo hapo tukaona kama Yanga tupambanie heshima yetu, na heshima imepatikana. Hii mbungi inabidi ipigwe marudio, ipigwe marudio, iwe fea, tafute sehemu ikarudiane. Hivi matokeo ya namna hii Imeisha, imeishana, imeisha, unaona, imeisha. Yanga ameondoka hapa, anashangilia kwa maana heshima yetu imepatikana. medali nganua ngava, sisi tuna heshima ambayo iko moyoni. Yanga African Sports Club huwezi kuivaa kirahisirahisi. Shida sasa hiyo iyo tuwezi kuelezea hapa. Wewe si una macho hujaona? Ujaona, hujaona shida, mtu kashika kwenye kumi na nane jamani sisi tumepamania heshima yetu. Kufungwa sio ishu, unafungwaje yaani, hey, unafungwaje ndio ishu iko hapo. uh, uh. Kipindi cha kwanza tumecheza kumi na moja kwa kumi na moja. Kipindi cha pili ndio shida ilipokuja, sisi kumi na moja wakarudi kumi na nne kuja kukaba nye, mjaona waandishi, mbona kama mnaikataa pepo kilazima, mwogopeni Mungu, semeni haki amjaona kama somo ndo hili ndo <laughs> hili <laughs> tukutane mwezi wa tatu. Kama somo ndo hili tukutane mwezi wa tatu inshallah. Eh bwana, kabla hatujafika huko mtamoji, pia na Ahmedi hapa, tuna ahadi ilitoka jana kwa Rais wa Dar City Musa Mzenji, kwa mtu atakayeshinda mechi ya leo angepata zawadi ya shilingi milioni 20. Kwa kuwa mwakilishi wao yuko hapa tumpe nafasi ya kuzungumza kidogo, ee, na mwakilishi wa mwakilishi. Musa Mzenji karibu, yeah. Kuzungumza ahadi ilikuwa atakaye shinda apate milioni ishirini, nanyi kabisa mmefuatilia kwao, tunaomba kusikia ahadi imekuwaje, tunagawana kumi kumi au tunafanyaje? Maana sisi tuko tayari kama tumeweza kuchukua heshima yetu kwenye pitch. Tunaweza kuchukua pia heshima yetu kwenye hela hapa hapa. Mnasemaje? Okay. Eh, mnasemajek? Kwa sababu aliahidi kweli, uh, bingwa atapata milioni 20. Sasa bingwa huko mechi mwona eh, bingwa anapata milioni 20 lakini, kutokana na uh, president ameona kwamba hii ni timu ambayo ina mashabiki wake wa Dar City kutoka Simba na Dar City kutoka Yanga. Sasa ameliamua lijambo yeye, atakwenda draw, lakini ataongea, ataweka ishirini kwa mshindi wa kwanza na ishirini kwa Simba, ishirini kwa Yanga. Ameliamua jambo liende sawa, hata ukinuna, ishaingia hiyo <coughs> <coughs> ni kwa. Kwa alafu wewe mabingwa mabingwa, kidogo kama. Alafu unajua lazima mambo yasiwe mengi. Hela hii kaka unajua lazima. Asante, asante, asante. Hii zawadi ya heshima Hawa kombe sisi heshima, 20 milioni Bana Maliza tondoke, mwakilishi Mwakilishi wa wa wa Hadi hawa kombe sisi heshima. Jamani, ndugu zangu waandishi, kwanza tuwashukuru ninyi mmetusaidia sana wiki nzima hii ya kufanya promotion. Tumezunguka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuwaita watu na hatimaye tumefanikiwa hii leo. Nunua mic kaka. Na hatimaye tumefanikiwa eh, jambo letu hii leo. Sisi jambo hili limefanikiwa kwa asilimia mia moja kwa sababu tulitaka watu waje na watu wamekuja. Tulitaka watu wafurahi na watu wafurahi Tunataka kuwakumbusha watu kwamba sisi ni Simba, tuna asili yetu. sisi ni, ni, ni watani wa jadi tuna asili yetu ambayo tunapaswa kuienzi na kuitunza asili ya utani wa jadi, na jambo limekwenda vizuri. Tunawashukuru sana sana sana mashabiki wa timu hizi mbili ambazo walifika ama wamefika hii leo kuja kunogesha jambo letu. Sisi kwa upande wetu Simba Sports Club tunao furaha kubwa sana kwa sababu tumefanikiwa kuwa mabingwa wa mechi hii kwa ushindi wa magoli mawili kwa bila mechi Waka ishe kaka. Wakati yesha. Tunaanza eh, kampeni ya mechi hii. Wakati tunatangaza mechi hii tulisema, bingwa anakwenda kukabidhiwa kombe na bingwa kwenye mpira wa miguu anapatikana kwa ushindi wa magoli. Hatukukubaliana ya kwamba kuna mwingine atakwenda kupigania heshima ya kukimbia mechi na mwingine atapenda heshima ya kufunga magoli. What we agreed ni kwamba kizungu <laughs> na milioni <20. laughs> tulichokubaliana ni kwamba bingwa atapatikana kwa magoli na tumepata magoli, tumefurahi sisi. Kwetu kila kitu kimekwenda vizuri, lakini kwa kipekee kabisa tunamshukuru rais wa timu ya kikapu ya Dar City ambaye jana aliahidi shilingi, kwanza alitoa shilingi milioni tano za maandalizi na akaahidi shilingi milioni ishirini. Ahadi yake aina ngengenge, ameahidi jana, amekabidhi leo, kila timu imelamba kibunda cha shilingi milioni ishirini. Lakini kwa kuwa sisi ni mabingu mm, na kuomba uh, mwakilishi wa Musa Mzenji, mm, kamwambie wana Simba wanasema hivi mm, ama wanaomba hivi waongezee hata shilingi elfu moja tu, ili ili mradi itoke kwa Musa mzee, ili mradi tusifanane. Haiwezekani aliyefungwa na aliyeshinda tupate sawa sawa huko si, nao, itakuwa ni kutunyongonyesha sisi sisi. Hata, hata elfu moja tuongezee mimi nitaongeza shilingi Sawa, akunaga mechi inayovunjika mechi imeisha tumepata milioni ishirini na elfu kumi, haya ni mawazo yake jamani tunashukuru sana sana sana sana tukiwaita tena ama tukiandaa tena jambo hili msituchoke, na mwaka huu ilikuwa ni, ni pilot project, kuangalia jambo litaendaje. Inawezekana kukawa na mapungufu mengi mwaka huu, mtusamehe. Mwakani, Mwenyezi Mungu akijalia uhai, tutarekebisha na tutakuwa na mechi bora kweli kweli. Ndugu yangu bwana, asante sana, asante kweli kweli, muoneshe upinzani mkubwa. Eh, na mechi hii imeonesha tofauti ya mkubwa na mdogo kwenye upande wa maandalizi. Karibu, ndugu yangu, ndiyo tumekuwa pamoja wiki nzima, tumeshirikiana tumefanya hamasa nzuri naamini, uh, wameenjoy, wamefurahi, na tunaamini Watanzania wameenjoy wamefurahi na athari chanya ya hili tukio tutaweza kuliona kwenye siku zinazofuatia. Ah, mashabiki wa Yanga, mashabiki wa Simba tumewakumbusha leo, na wao wameona, na wao wameshiriki.